Leo naenda kukufundisha kitu ambacho kijui. Kwanza nitaenda kukueleza maisha ya Mdude Nyagali, huyu ambaye tunayemzungumzia sasa hivi kwamba amepotea, ni kwa nini mpaka anaingia kwenye changamoto hiyo. Huenda ulikuwa ujui. Kwanza naomba nikusanue kwamba Mdude e, hii kukamatwa so mara yake ya kwanza na alishai kukamatwa, akateswa vibaya kweli kweli, na baadaye alivyo recover na kurudi fresh aliandika kitabu. Mdude ni nani? Mdude Nyagali ni mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha upinzani cha Dema nchini Tanzania. Amekuwa mstari wa mbele katika kupigania utawala bora na haki za kiraia, na mara kadhaa amekuwa akilengwa na vyombo vya dola kwa sababu ya msimamo wake mkali dhidi ya serikali. Lakini unaambiwa e, mnamo usiku wa Mei 2 mwaka 2025 Mdude aliripotiwa kuvamiwa na watu wasiojulikana waliovunja mlango wa nyumba yake akiwa na mkewe na mtoto wao mchanga. Walidai kuwa ni polisi, wakampiga na kumchukua kwa nguvu, huku damu nyingi zikionekana nyumbani kwake, ishara kwamba alijeruhiwa vibaya. Tangu wakati huo hajulikani alipo, na familia pamoja na Chadema wameelekeza lawama kwa jeshi la polisi, hasa baada ya Mdude kuandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa polisi walikuwa akimtafuta eh, ama wakifuata anwani yake ya makazi. Lakini acha nikueleze kwamba hiki kinachomkuta Mdude kina historia nyuma yake. Ni nini historia ya ya mateso ya Mdude? Unaambiwa hili si tukio la kwanza kwa Mdude eh, kukumbwa na mateso. Mnamo Mei elfu mbili kumi na tisa alitekwa na kupatikana akiwa amepigwa na kuachwa katika kijiji karibu na mkoa wa Mbeya pia amewahi kukamatwa na kushikiliwa kwa siku 414 ambapo alieleza kupitia kitabu chake cha 5 Years of Pain jinsi alivyoteswa na kufunguliwa mashtaka ya uongo ikiwa ni pamoja na madai ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Tukio hili limezua taharuki kubwa. Mashirika ya haki za binadamu kama Tanganyika Law Society na Legal and Human Rights Center wamelaani vikali na kuitaka serikali kuhakikisha usalama wa Mdude na kuwajibisha waliohusika. Polisi wa mkoa wa Mbeya wamekana kuhusika na wamesema wanaendelea na uchunguzi, lakini kwa sasa bado hajapatikana na kuna hofu kubwa kuhusu usalama wake. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Sasa nataka nikupitishe kwenye maelezo ya Mdude juu ya kile kitabu alichokiandika, mateso yaliyoyapata na alikuwa akiwatupia lawama kina nani. Katika kitabu cha Mdude eh, Mdude anaeleza jinsi alivyotekwa na kuteswa na maafisa wa usalama wa serikalini, akifungiwa katika chumba kisichojulikana, eh, kinachojulikana kama Guantanamo Bay, kilichopo kituo cha polisi cha Songwe. Anasimulia kuwa alifungwa miguu kwa pingu, kisha mikono na kuteswa kwa muda mrefu. Pia alifunguliwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ambayo anadai yalikuwa ya uongo na yalilenga kumdhalilisha na kumzuia kuendelea na harakati zake. Lakini haiishii hivyo tu, Mdude alishikiliwa kwa siku 414 bila kufikishwa mahakamani, akipitia mazingira magumu na mateso ya mara kwa mara. Katika kipindi hicho alikumbwa na unyanyasaji wa kimwili na saikolojia, ikiwa ni pamoja na kunyimwa haki zake za msingi kama mfungwa. Anasimulia kuwa alilazimishwa kuandika maelezo ya uongo na kukiri makosa ambayo hakuyatenda. Nini maoni ya Mdude? Kupitia kile kitabu chake, Mdude anasema anaamini kuwa mateso aliyoyapata ni sehemu ya gharama ya kupigania haki za demokrasia nchini Tanzania. Anasema kuwa licha ya mateso hayo hawezi kunyamaza na ataendelea kupaza sauti dhidi ya ukandamizaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Anasisitiza kuwa historia ya mateso yake ni ushahidi wa hali halisi ya kisiasa nchini. Ingawa Mdude hakuwataja kwa majina watekaji wake katika kitabu chake, maelezo yake yanaonyesha kuwa anahusisha mateso aliyopata na vyombo vya usalama la serikali ya Tanzania. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya haki za kibinadamu na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. So hicho nilichokujuza, ndo kile ambacho ulikuwa ukifahamu kumhusu Mdude. Najua tu utakuwa unajiuliza hey, Mdude ni nani? Mbona ametekwa hivi na hivi? Huenda ujui historia yake huko nyuma. Sasa nimekujuza ili uelewe kwamba Mdude hiki anachokipitia si mara ya kwanza. Hayo maumivu ya kutekwa, kuteswa, kupigwa, kunyimwa chakula, e, kunyanyaswa kimwili na hata kukosa kuny... haki zake za msingi kama mfungwa yalishawahi kumkuta miaka ya nyuma. Mdude hakika ni shujaa, lakini kamwe huwezi ukasikia akisifiwa na watu wa upande fulani. Drop comment, kama ulikuwa unaijua historia ya Mdude. Nakomentisha kinomanoma. Bye, bye.